Kampeni za kinyanganyiro cha ubunge wa kiti cha, cha Mbeere North zimeendelea kupamba moto huku naibu rais Profesa Kithure Kindiki akitumwa eneo hilo kumpigia debe mgombea wa UDA huku naye kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiendelea kuuza sera za mgombea wa DP, pande zote mbili zikiendelea kupigania kiti hicho. Ngoma ya kampeni za lala salama katika eneo bunge la Mbeere North noth imeendelea kuchacha, kila mgombea akivuta upande wake kujaribu kuwashawishi wapiga kura kumchagua. Farasi wawili, Newton Karish wa chama cha DP na Leonard Wamuthende wa UDA, wakionekana kushabikiwa zaidi kati ya wagombea tisa. Mimi najua mumeamua kucha, kuchagua Karish, ndio? Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje, na mimi mimi rigiji mtoto ya Mau Mau, nitakaa hapa mpaka Karis atangazwe kama mjumbe wa Mbeere North. Baada ya Rigathi Gachagua kutangaza kukita kambi Mbeere kumpigia debe mgombea wa chama cha DP Newton Karish, ileo naibu rais Kithure Kindiki ametua Mbeere North akiapa kwamba upinzani utapata pigo kubwa mnamo tarehe 27 Novemba. Wewe nakuambia kwamba tumefika hapa, chuma chako kiko motoni, do what you. Profesa Kindiki akimkashifu Gachagua kwa kutoa cheche za siasa dhidi ya viongozi wa UDA kutoka Embu. Hawa wanaume wamezoea siku mingi kutusi viongozi, na wanaona tukikimbia wanafikiri sisi ni waoga. Mondo kwa mondo, man to man, face to face. Kivumbi cha Mbeere North kinatarajiwa kuchacha zaidi huku Kindiki na Gachagua wakipimana nguvu mlimani, wote wakiapa kukita kambi hadi baada ya uchaguzi. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen.